Mimi nitoka kukuelewa kweli usijali. Bye. Haya kweli <tosan> Tangia hmm, juzi pale tu tu achana kabidi, na mimi nielekee kule sokoni huko. Nikasema kwa kuwa ule muda ambao aliniambia kwamba tukutane hapa, wewe unaweza ukachelewaje? Hamna cha kujifikiria hapa sisi, mimi na wewe tu hapa wawili. Kuna mwingine tena kumwambia? Unasema? Ni. Nimekubali kwa sababu sina, na kuanzia leo utaenda kuishi nyumbani, kwa hiyo hata usijali, na kuhusu mdogo wako nitamtafuta. Nashukuru sana, nasikutegemea na kwamba mimi utanipa jibu la kunipenda, kwa sababu na mimi nimekaa single, sina mwanamke, ila kwa kuwa nimepata wangu wa maisha, basi wewe ni wangu wa maisha kweli. <laughs> Sawa, ndio hivyo lakini, yaani mm -hmm, kuna kitu mimi kinaniumiza sana Yaani, hicho kitu gani tena yani? Ni kwamba unakumbuka ile nyumba mlioinunua na yule mzee. Uh-huh. Sasa ile nyumba mimi yaani kwa kweli sikwambie, sikufiche ile nyumba bado nahitaji, lakini sasa sina hata hela. Ningekuwa nishairudisha katika kwenye mikono yangu ile nyumba. Eh, ah, e, mambo vipi? Safi za masiku. Safi. Uonekani? Ah, mimi nipo, nipo tu rafiki yangu. Hata msibani hujaonekana. Msiba upi? Sio mdogo wako. Hujui, ameshafariki alipataga ajali. mdogo wangu mimi? Ndiyo, si mdogo wako Anita. Anita? Anita, ndio ni, yaani hata ujaonekana kwenye mazishi, sijui ulikuwa wapi. Sasa mi hapo sijakuelewa, nambo nieleze, mdogo wako Anita alipataga ajali. Hata kwenye mazishi kwenye ujaonekana ulojo sijakuelewa ailimi sasa ambacho hujui ni msiba, ambacho hujui ni ajali. Msiba ni kwamba mambo tu ya maisha duniani. Hivi unajua, mimi nampenda sana mdogo wangu Elini. Kaniambia kwamba amegongwa. Ni kwamba Haya ni maisha yani, maisha ni vitu vya kuisha tu. Tumeshamzika sasa hivi, nasikia kumbuka. Yule mdogo wangu natakiwa ujikaze tu, mtu mwenyewe tushamzika sasa hivi, jitahidi tu, nasikia

Sawa, hamna shida. Ah. Hmm. Sasa. Unajua hayo yote tu yaache. Ndugu wangu kashafariki, wameshamzika. Haina shida, mimi nimebaki. Unajua bado kuna kitu mimi ninachokipenda, ni nyumba tu. Yaani ni nyumba. Sikia mpenzi wangu. Na hapa nilipo sina hata hela kurudisha hiyo nyumba. Sikia mpenzi wangu. Hmm. Kuhusu nyumba ya sasa, nikwachie wewe vipi? Mume hapo, sikuelewa. Unaniacha njia panda. Basi sikia, mimi namna ambayo ninayo, nina akiba huko nyumbani karibia milioni kumi na tano. Kweli? Hakika. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Au sikiza, kwa kuwa sasa hivi huyo dada yupo karibu na sisi, unaonaje tukimtumia huyo dada akaenda kununua ile nyumba ya kule. Kweli? Kwa maana mimi siwezi kwenda kwa yule mzee wakati yani, yu ni ni mimi alimuzia nyumba yani, kwa hiyo ni ni mwite huyo dada ni ni nawezekana tukamwita tukaongea naye, kama atakubali yeye. Aha. Yeah. Sawa. Dada Irini, njoo basi. Sasa, sasa dada Irini, hmm, cha kwanza nashukuru sana kwa kuniletea hiyo taarifa ya msiba sababu sina lingine, hayo yamepita. Sawa. Sasa dada Irini, ni kitu kimoja. Ile nyumba yetu tunaijua. Sasa dada Irini, ile nyumba yetu ya kule tunaijua. Ndio naijua. Huyu ndo aliuza kwa sababu alikuwa anamdai mama milioni kumi, eh. Sasa tumepanga mchongo mmoja, tunataka twende kwa yule mzee, huyu akupe hela, uende ununue ile ile nyumba, ujifanye wewe ndo unanunua, na anakupa milioni 15. Sasa siajn una tu, yani unatusaidiaje hapa? Sawa. Hela ipo benki na, na leo, yani leo leo hatuhitaji sijui kesho wala nini, hapa hapa ni kutoka hapa mguu wako na kwenda kwa yule mzee na kununua ile nyumba, na ukishafika kwa mzee kule, wewe labda utatupigia simu kwamba maswala yanaisha, sisi tukarudi mle mle ndani. Sawa, hamna shida. Hilo tu. Eh. Linawezekana, hamna shida. Sawa au unaonaje? Si unaenda sasa hivi kwa mzee? Naenda, ndio. Hamna shida. Mzee akikubali, wewe tupigie simu sana, ondoka na beba yake. Mmeshaniamini? Hamna shida. Wewe twende wapi? Tuwe tuwe, tuwe sangani. Tuwe, karibu mazingira mazingira, nitawapigia simu. Haya. Sa. Haya. Asante dada. Ngoja mimi niende basi. Bye. Aya, kwa kweli. Aya, poa. bayiayapoa <laughs> kutu msubiri. Bila baby, mi nashukuru sana. Sikutegemea kwamba wewe ndo ni ungefanya hili jambo, ile nyumba lakini bado ile nyumba atujajua ule mzee atakubali, lakini mimi najua takubali. Milioni kumi na tano baby ni kubwa, lazima atakubali naa mbabaa ile unajua yes, nini baby, nikwambie kitu kimoja, kwa sababu ile nyumba mimi naipenda sana, alafu ile nyumba, kwa kuwa mimi nikishaishi na wewe tunaenda kuishi mle mle, hamna sehemu nyingine, na watoto tukizaa, wanakaumumu wa kwanza ni tofani, wa pili ni wako, yeah. Ayapoa. <laughs>

Eh, mm. Tunahusika na quality motion pictures inayohusika na uchukuaji wa video kwa mfumo wa kisasa katika ubora wa 4K. Na video hizi ni pamoja na video za muziki, harusi part, mikutano, kwaya pamoja na documentary. Pia tunatumia vifaa vya kisasa vyenye uwezo zikiwemo DSLR cameras, 4K drones, gimbal stabilizers, kadhalika. Na bei ni maelewano, hakuna mipaka. Pia tunafanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie namba 0743402174 au 0772062174 lakini pia bila kusahau huduma za kurekodi nyimbo aina zote zenye quality voice na biti zenye viwango vya juu kwa kutumia vyombo vya kisasa. Pia tunavyo vifaa vinavyo hamishika, yaani tunakufikia sehemu popote ulipo. MG Kraski Photograph and Technology, tunamthamini mteja wetu kwa hali yoyote. Karibu sana. <coughs> nyumba ya milioni kumi tu nilikuwa nahitaji. Kwa hiyo yani, na kutoka huko, umeona kwamba hii ina uwezo wa kupaa kuwa na azi ya milioni kumi eh sina kusikiliza na wewe, wewe muuzaji, nasikiliza yeah. Hiyo haijafika hata nyumba niliyoinunua, unajua, kwa gharama nizo nunua hii nyumba na wewe, hmm, fikisha milioni ishirini kuachie nyumba. Ukweli yosina. Hmm? Tu. Siwezi kwa sababu yaani mimi nyumba ambayo nilikuwa nahitaji hmm, milioni kumi na tano tu. Nyumba ina umeme, nyumba ina ina maji ndani kwa ndani na nini, lakini sasa wewe wewe, si unaiona tu? Ndio naiona, lakini mimi nilikuwa na milioni kumi na tano tu. Kumi na tano ndio mwisho wangu, milioni kumi na tano tu. Ongezea basi hata watatu kumi na nane. Hapana, mzee wangu, nitakudanganya mimi? na hiyo tu milioni kumi na tano tu <sighs> Sawa, kama unanilizia, sawa ngoja nijaribu ku kuongea na mke wangu hapa nione kama tawezekana hapa ngefikisha hiyo hela. Jamani mzee wangu, nihurumia hata kidogo Halo, uko kazini? Aa, mwetulia nyumbani sasa. Unasikia ee, kuna mtu mmoja hapa alikuwa anataka kununua hii nyumba nyumba yetu, nunua yauku nanliukumleba ee, sasa akawa anahitaji alikuwa e, umeanza ya kwako. Sawa, nilishakwambia kwamba ushaniambia kwamba unataka siende mjini na nini, huko kuna fujo fujo. <laughs> wale ba, wale watu wengine wanaoleta fujo achana nao, wesina naangalia mazingira. Kwa hiyo unataka kusema kweli kwamba mazingira hujayapenda hmm. kwa tuuze hii nyumba yaani mpaka sasa hivi ninapokuambia, huyu ameshakuja hapa amesema kwamba mwisho ana milioni kumi na tano, nikamwambia kumi na nane, walau mwisho afikishe hiyo hela ah. bwana wake bwana Ai, eti dada, unahitaji labda lini? Hata sasa hivi leo leo hamna shida eti... eti hata leo anaweza akalipa hiyo hela. Sasa so, no fly nini wewe? Ah. Ah. Sawa. Sawa, basi ngoja niongee naye hapa niangalie utaratibu. Hai. Ah. Kwao una hela kesh? Na kesh kabisa. Haya. Ah, yeah. Ngoja niongee naye hapa ikiwezekana alipe tu. Sasa vifaa vyako utakuja kuvichukua ama? Eh, sasa, sasa cha kufanya hapo. Sasa wewe unasema kwa mizigo sawa, lakini ninaangalia na mizigo kuja kuisomba hii na nini? Eh. Ah, na mteja nitapata wapi eti dada? Kuna uwezekano wa wa kunaniwea kusaminisha vitu vyao muhimu na vyenyewe, ukatuongezea hela ukachukua. Tukiona vizuri tutachukua, lakini kwanza niangalie ni, ni, ni shilingi haya naomba kidogo kwanza niongee naye nielewane naye kila kitu, nitakuwa majibu hapo. Yaani ikiwezekana na mimi hapo, utaona naelekea na, na, na nakuja hey. Hey. Aya, usijali. Pamoja. Aya. Sasa sasa amekubali na milioni kumi na tano sawa na tano utalipa. Lakini sasa na hivi, kuna kabati sijui nini viti na nini, kisha basi hata milioni moja na nusu iwe sita na nusu, kumi na sita na nusu, ha, tano, we, tu hivi laki tatu

kwao oh. Na hiyo basi, toa toa hela Ehe. Una, m, mtu m, kuna mtu mwingine labda ambayo anakuja kwa ajili ya kuweka sahihi na nini, ni wewe mwenyewe haina shida yeah. Ni mpaka nitakuonyesha nitamaliza sasa hapo, tuingie kwenye mahesabu. Hela hela ipo benki? Benki benki tena. Kwa hiyo benki mi nitakutumia, labda niondoke na namba yako, nikakutumia hiyo hela kwa hiyo mm -hmm. kwa hiyo haya, mm. Mi nakusubiria sasa hapo, unipe masaa ili nijue kama ni muda wa kutoa, usije ukaja hapo unaniambia kwamba ni usiku hapa nishara nilii mimi nikaanza kubaa nikauli nikakataa. Kwa niambie muda kama ni muda wa karibu hapa uende benki utoe hela au nitumie kwenye simu yangu, fresh. Sawa, hata ukihitaji sasa hivi, mimi naenda natoa hela na nakutumia. Tuma kwenye simu hiyo hela, sawa. Hela ya kutumia akutumia wewe, tuma kwenye simu hmm. Kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo nikusubirie saa ngapi? Yaani nikitoka hapa naenda kutumia hiyo hela, kwa sababu nina shida sana na nyumba kwao. Mimi hayo ndo ndo majibu. Sawa. Basi mimi nashukuru kwa kunisikiliza. Mungu akubariki. Haya, haina shida. Haya. Karibu tena. Sawa, ngoja mimi basi mm, niende nikakutumia hiyo hela. Mm. Ka fanya fanya vizuri, fanya na nili. Mm. Fanya kuwa serious. Sawa, hamna shida. Mm. Sinipange sasa. Sikupangi, nipo serious. Haya, fresh. Haya. Haya. Ubaki salama mzee wangu. Haya, usiwaze. Haya. Ah. Mambo hayo sasa, ndiyo mambo hayo. Naunua kwa milioni kumi, nazalisha tano. Maisha haya ndiyo, ah. Maisha ya raia haya, haya, atakayekosa ataka kuwa ku, ku, ku, anawekeza mjinga kabisa

Ulishatuma? Hey, ah, sawa milioni sita na laki, na laki saba. La. Milioni kumi na kumi na tano na laki saba haya hey. <laughs> hey, sawa nilizani, kumbe palikuwa palikana hela yangu nyingine haya kwao sasa, kwa sasa sijajua niache ache nimefanyaje, nime sasa, au utafanyaje sasa hapo hapo, kwa sababu nashukuru mzee wangu. Haya usijali, karibu sana tu, usijali nami nakutakia maisha mema. Sema tu kaa na namba yangu ya simu, tuwe tunawasiliana basi, hata na, naweza nikawa natoka huku mikoani nakuja huku mm, mnanipokea walau na mimi nisikosi pa kulala eti. Haya, dada yangu, tupo vizuri Aloo, mi mchongo nishakamisha tayari. Kila kitu kiko sawa. Ah, nachelewa wapi? Nifanya haraka hapo. Haya, pole tunakuja. Haya, nawasubiri basi. Haya. Haya.